A, leo ningependa kushare kidogo kuzungumza na nyie ndugu zangu kuhusiana na changamoto za maumivu makali kwenye viungo. E, kuna watu wanapitia changamoto hizi jamani. E, wakati mwingine ni hatari ila sasa unalazimika tu kwamba sasa tunafanyaje? Lakini kuna watu ambao wanatabika na maumivu makali ya viungo. Tena wanatabika wanapata shida haswa. E, maumivu wanayoyapata wanajua wao lakini kwa kweli hali sio rafiki sana kwao. E, inafika mahala mtu anakosa usingizi kwa ajili ya maumivu makali ya viungo. Yes, ni kawaida, ni kawaida, ni kawaida kwa walio wengi kuweza kupitia changamoto hizi aa, kutokana tu na vile ambavyo e, tunasema kwamba wakati e, mwingine ni namna ambavyo lifestyle wanavyoiendesha wao e, lifestyle unavyoiendesha basi inaweza ikakupelekea changamoto ya maumivu ya viungo. Kwa mfano wale ndugu zangu ambao ni madereva wa masafa marefu e, watu hawa kupitia changamoto ya ya maumivu ya viungo ni kawaida. Kwa mfano wale akinamama ambao huwa wanafanya kazi za kuinama kwa muda mrefu, kwa mfano chambua chambua mboga, wapo mgodini kwa kuchambua mawe e, wapo kwenye shughuli zao zingine za kila siku, lakini hizo shughuli zinawapelekea wao kuweza kufanya kazi kwa muda mrefu. Hii hali huwa inawaletea shida sana sana sana sana, na kuna kipindi nimewahi kuwa na na kazi yala na, na, na, na fulani e, mgodini Kahama e, nikawaulizia, wale ndugu zangu kwamba hivi katika hii kazi zenu za migodini e, mnapitia changamoto gani hasa ambazo huwa e, zinakuwa kama ni kikwazo kwenu kuendelea kufanya kazi, wakitisho nijibu, bwana dok, shida kubwa huku ni maumivu. Eh, yani mili inakuwa inapata maumivu mara kwa mara mala. eh, maumivu haya ni maumivu ya viungo. Wakati eh, mwingine anakwambia doc, wakati mwingine unaamka asubuhi unashindwa hata kuamka kwa, eh, kwa sababu gani? Kazi anayoifanya ni ngumu. Kwa hiyo mimi huwa nawapa kitu ambacho ni cha bure tu, nawashauri pia, nawapa kitu cha bure kwamba ukiweza basi hakikisha hapo unapolala uwe na tangawizi Hakikisha hapo unapolala uwe na majani yale ya, ya Rosemary. Eh, hakikisha pia kama itafaa basi uwe na mafuta yake pia. Mafuta ni kwa ajili ya kupaka yale majani, na maana yatakuwa makavu majani. Ni very simple, tu yako hapo. Nimeshaandaa dawa ya pigo na hili, ni huwa naweka yale majani ya Rosemary, ni vijani fulani vidogo vidogo sana. Eh, let's say labda, sio kwamba, labda si, amuvioni ngoja eh, niwaonyeshe. E, vijani vya Rosemary ni hivi ni tudogo sana hutu hapa vijani vya Rosemary. Tudogo sana hutu, vijani ukiwa nato hutu, ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za viungo e, changamoto za uhishaji wa mifupa e, hizi Rosemary products, Rosemary, e, majani yake e, na pia uhakikishe una nazi, nazi tu hii ya kawaida hii, wala usipende mbali sana na maji ya nazi ni mazuri zaidi kuliko hata nazi yenyewe. Kwa hiyo vitu hivi huwa tunavichemsha kwa pamoja eh: nazi majani ya Rosemary pamoja na tangawizi eh. Ukishachemsha angalau ikae kwa muda wa dakika saba, kumi na mbili hadi kumi na tano inachemka. Baada ya hapo, ifua yale maji yako vizuri ya hifadhi sehemu fulani, kwenye chombo fulani kisha poa. Basi kunywa asubuhi kikombe kimoja, na uende ukaanywe jioni kikombe kimoja. Ukifanya hivi ndugu yangu, hii itakusaidia kuweza kuondokana, kupoza kabisa maumivu ambayo unayapata, na ni vyema ni antibiotiki nzuri na ni salama kuliko kwenda kula panado, kuliko kwenda kula nini, kuliko kwenda kula nini, zile ambazo mnazitumia kwa ajili ya kuzuia maumivu makali. Kwa hiyo tutumie tu hii product. Ni rahisi tu tanga uizi rosemary leaves halafu na nazi. Nimesema nazi, unaweza ukatumia maji lakini ukiona maji apatikani tumia nazi yenyewe. E, sasa usio kaniuliza Daktari Yakobi wa kiwango gani? Kama kawaida, nimesema ingia kwenye hiyo linki, nenda kachee kule. Ukishaingia kule, kila asubuhi unapewa update ya haya masomo namna gani ambavyo una uwezo kuandaa hivi vitu kuwa dawa. Kwa hiyo ni jambo ambalo wewe ndugu yangu unapaswa uweze kwenda pamoja e. Namna ya pekee ni kukutoa katika hali yako unayoipitia maumivu ya viungo pamoja na changamoto za mifupa, mambo umeona yamekuzidia sana, usiangaike. Ndio maana e, Dr. Kifagio anawapenda sana akawaandalia product moja ambayo Ah, imeshaisha maskini. Inaitwa, inaitwa, inaitwa Kifagio ute uzima, ute uzima eh? Kifagio ute uzima. Na product hii nimeiandaa katika mfumo wa mafuta mafuta fulani. Naona zimeisha kwa kweli Diano, Niamama, moja, jana amemalizia na mama mmoja alikuja jana akapima na kilo 138, kwa hiyo nilimpatia hiyo. Ina maana hata chooni huwa hawezi kukaa E, yani vo vyetu hizi vya kuchuchumaa vile hawezi, uzito umezidi, hizi haziwezi kujikunja. Akikaa basi anafanya hivyo. Kwa hiyo nimempatia ile dawa, naamini ndani ya siku tano nitawaletea majibu mazuri tu. Kwa hiyo wakati huo wakati huo e, tunasema kwamba basi ile yaute imeisha, muda huo unatumia kifagio joint. E, kifagio joint bado ipo, kwa hiyo e, ni wewe tu kuweza kusema kwamba sasa nataka nipone hizi changamoto za maumivu ya viungo e, nirudi katika hali yangu ya kawaida, kama kuinama ni name, kama ukimbia nikimbie, kama kufanya nini fanye, ili tu mwili wako uweze kujiongea. Kwa nini uteseke? Kwa nini mwili usijiongee? shida iko wapi, wakati suluhisho zipo? Suluhisho lipo kwa Dr. Chris, suluhisho lipo. Kwa hiyo e, tujitahidi tu ndugu zangu. Products hizi ni muhimu sana, madamu hazina shida yoyote, wala ukitumia hizi dawa zetu hauharishi eh. Ni dawa ambazo ni baridi kabisa, na bahati nzuri tumezitia katika mfumo wa vidonge. Kwa hiyo ni amani, unatumia tu na relax. Hata ukiwa safari unachukua vidonge vyako viwili unakunywa, jioni ikifika unachukua kidonge kimoja unakunywa. Usisahau kutumia juisi mbalimbali ambazo zinaenda kuboresha afya zetu na kuongeza kinga ya mwili na pia kutengeneza e, ngozi. Unajua juisi ni nzuri sana kwa ajili ya kurutubisha kuru, kuru ngozi. Kwa hiyo tutumie sana juisi, ni vyema zaidi. Na juisi zinazoshauri ni zile juisi dawa ambazo e, tunashauri kuweza kuzitumia zinaitwa protocol juisi, na hizi juisi nitakueleza namna gani tunaziandaa ili ziwe tiba na vitu vitatu tu muhimu ambavyo tunavitumia kwa ajili ya hiyo juisi. Kwa hiyo ndugu yangu mwenye maumivu makali aa, nipigie simu 0616277544. Ah, ukinipigia hiyo moja kwa moja utazungumza na Daktari Kifagio mwenyewe ah, ili tuweze kuona namna gani nitakusaidia. Mengine sio lazima ulipie dawa, mengine nikushauri tu bwana, hebu tumia hiki na hiki na hiki, na mambo yanakuwa mazuri sana sana sana. Aa, zaidi ya hapo video nafikiri ni nzuri. Kwa hiyo unaweza ukailike ile video. Ukisha like hii content moja kwa moja utaenda pale kuni follow. Ukisha nifollow basi, kuna linki ambayo utaingia ili uweze kuipata update zaidi, namna gani ya kuandaa hizi dawa kuwa tiba. Kwa hiyo ni rahisi tu hivyo, wala tusihangaike sana. Asanteni, asanteni, asanteni. Yes, safi.